Na sono na habibati, huko ulipo ni mbali, usingizi usingizisiupati na kesha kulala, yali kidamani chokoleti halili wangu taali, sijaona wa mithali, rejea wangu ayuni. Juwa wanakonda muhibu ningali dhohofu hali yanifika masahibu yaleta yoidhilali rejea wangu tabibu nirudi kama awali hajatokea badali rejea wangu ayuni. Nisikia po sauti ni, ni maumivu makali, na kungojea dorati ureje filhali, nikulishe bitiruti unirombishe asali, meta nabihi amali, rejea wangu ayuni. Haiba yako ajibu, ewe wangu wa halali, tangu umejitanibu imenikumbazuhali, rudi wangu mahabubu nipate afadhali, na kuomba tafadhali, rejea wangu ayuni. Moyo umeudhibiti kama moshina digali mahamu mutasiliti nimekupa ikibali usiweke vizingiti ni mkufuru jalali kumetawala sahali rejea wangu ayuni.